Innahu ala raj'ihi la kadir, maelezo nafuatia hapo, hakika yeye Mwenyezi Mungu juu ya kumrejesha kiumbe huyo baada ya kumzibia pumzi akamweka kwenye ardhi, anaapa kwamba ana uwezo mkubwa mno kumfufua kiumbe huyu, ni kazi ambayo haina matatizo yoyote kuliko ufanyaji huo. Mim baini sulbi wataraib

Yule ambaye amekuwa na uwezo juu ya kumuumba binadamu, hivyo namna alivyomuumba. La qadirun kamuumba, ibtidaan min hadhihi almada, kwa kumwanzisha na namna hii, funza huyu aliyesukumwa na maji yatokayo katika uti wa mgongo na kwenye mifupa ya kifua, na halafu umbile lake likaanza namna hiyo. Qadirun, yeye ni muweza an yaruddahu, kumrejesha mara ya pili hayyan, akiwa hai baada an yamuta, baada ya kufa kwake, hilo jambo nyepesi sana kwa Mwenyezi Mungu. Wa huwa ahwanu alayhi, jambo hilo ni rahisi mno kwake. Qadirun, ni mwenye uwezo mkubwa Mwenyezi Mungu, an yaruddahu, kumrejesha mara ya pili, binadamu kiumbe wake huyo, hayyan, akiwa hai baada an yamuta, baada ya kufa kwake.

Maneno haya yamejibiwa katika suratu Yasini. Baada ya kwenda mtu makaburini, akatafuta mfupa mbovu uliovurugika, akamwendea mtume, akamvurugia akamvurugia, akamwambia: basi we Muhammad, huwachi kudanganya watu, we huwachi kufanya upumbavu we. Mfupa kama huu, nani atakuwa na uwezo wa kuuleta mara ya pili? Wadharaba lana mathalan